snm bi nimati rabbika fahaddith Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi mwenye wa rehma mwenye kurehemu. Na apa kwa mchana na kwa usiku unapotanda, mola wako mlezi hakukuacha wala hakukasirika nawe na bila shaka wakati ujao utakuwa bora kwako kuliko uliotangulia. Na mola wako mlezi atakupa mpaka uridhike. Kwani hakukukuta yatima akakupa makazi, na akakukuta umepotea akakuongoa, akakukuta mhitaji akakutosheleza? Basi yatima usimwonee, na anayeomba au kuuliza usimkaripie, na neema za mola wako mlezi zisimlie. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha ila Allah. Surat Wadh-Dhuha imeteremka Maka. Sura hii imeanza kwa viapo viwili vyenye kueleza nyakati mbili za uchangamfu na za kutulia ya kwamba kwa hakika Mwenyezi Mungu hakumwacha mtume wake wala hakumchukia, na kwamba aliyomtengenezea katika akhera makao ya juu ni bora zaidi kuliko aliyomkirimu duniani. Kisha subhanahu akaapa kwamba yeye atampa mpaka aridhike, na yaliyotangulia ni ushahidi wa yatakayokuja, kwani alikuwa yatima akampatia makazi, alikuwa amepotea akampa bora ya uongofu, na alikuwa fakiri akamtajirisha kisha aya zikataka aangaliwe vyema yatima na asikemewe mwenye kuomba au kuuliza na zisimuliwe neema za Mwenyezi Mungu. Na hapa kwa wakati wa kupanda juu jua, na nani, wakati wa uchangamfu na kazi, na hapa kwa usiku unapotulia, na, na ukatanda kote kiza chake. Ewe Muhammadi, mwela wako mlezi hakukuwacha wala hakukutukia na matokeo ya mambo yako mwisho wake atakuwa bora kuliko mwanzo wake, na ninaapa kuwa bila shaka hapo Mula wako Mlezi atakupa heri za duniani na ahera hata utaridhia. Kwani hakukukuta wewe yatima unahitaji wa kukutunza, naye akukupa makazi ya kukuhifadhi, kwa mwenye kukuangalia vyema kwa mambo yako, na akakuona umebabaika ukukinaika na itikadi zilizokuzunguka naye akakuongoa kwenye njia ya haki, akakukuta fakiri wa mali naye akakutajirisha kwa kukupa riski. Ikiwa hii ndiyo hali yetu nawe, basi yatima usimvili, na mwenye kuomba ukuuliza, usimjibu kwa ukavu, na ama neema za mola wako mlezi zitangaze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, kuwa ndiyo kudhihirisha neema.